Tilia mkazo muhimu wa malezi na makuzi ya watoto. Kisoma katika Qurani aya ya pili msari wa 5 unakuta maneno haya, anasema wala usijitie wenyewe katika maangamizi. Tunayajuaje haya sisi? sisi tunaposoma katika vio vyetu vya theology lazima usome dini mbalimbali. Dini mbalimbali na na Biblia utakuwa na Qurani utakuwa na dini za Kihindu, ujue dini zingine, ili ujue namna kuishi kufanya kazi pamoja na watu wa imani wengine, kama ndugu, kama marafiki, kama watu mliomba kwa mli mli mfano wa Mungu sio katika watu wote. Uislamu unamchukulia mtu ni khalifa wa Mwenyezi Mungu duniani, unasoma hii katika aya ile ya pili sura thelathini katika Qur'an akatifu, na sheria ya Kiislamu ina waamuru wazazi kuwa na dhamana, ni dhamana, yani wewe mzazi, mimi mzazi kwa mujibu wa sheria ya Islamu, wewe mzazi ni dhamana kwa maisha ya mtoto na makuzi yake. Na dhamana hiyo ni ipi? Ni dhamana ni ya kuwalinda watoto, kwa sababu hao watoto hawataweza kujilinda na hatari zinazotishia maisha yao na makuzi yao. Wa, wao kama watoto, watoto wanahitaji kulindwa. Wazazi walezi, tuwalinde watoto wetu lakini pia dini ya Kiislamu inasisitiza kwamba kuwalinda watoto ni huruma, na huruma ni kinga. Siku zote huruma ni kinga, na Uislamu unasisitiza kwamba upendo na huruma kwa watoto ni jambo la msingi, na kwamba kuwapenda watoto kumleta mtu karibu na Mwenyezi Mungu. Wazazi wapende watoto wao, usiwe adui wa mtoto wako, na wewe mzazi, mtoto usiwe adui wa mzazi wako. Uislamu unafundisha kuwa baba Eh, Uislamu unafundisha kuwa, kuwa baba ni mlezi wa jamii yake. Wewe baba, Kristo unasisitiza hicho hicho na Uislamu unasisitiza hicho hicho, baba ni mlezi wa jamii yake, kwa hiyo dini zote zinasisitiza hiyo. Nimechukua hizi dini mbili tu, lakini zingine nitazungumza siku nyingine. Na sheria na dini ya Kiislamu pia inasisitiza kwamba mke ni mchungaji wa mali ya mumewe na watoto wake kila mmoja ni mchungaji na kila mmoja ataulizwa na Mwenyezi Mungu juu ya kile alichokabidhiwa kichunga. Tumepewa watoto, ni zawadi, tunafurahia kuwa nao, lakini tukumbuke iko siku tutatoa hesabu ya watoto tuliopewa. Tumewatunzaje? Tumewalea vipi? Tumewafanyia nini? Iko siku, wewe ni mchungaji wa watoto wako, we mama ni mchungaji, wewe baba ni mchungaji. Tunafanyia nini watoto wetu? Tukumbuke tumepewa dhamana, na, na hii dhamana iko siku ya kuwajibika mbele za Mungu juu ya hawa hawa watoto tulio nao. Watoto ni kiburudisho cha macho yetu, Qurani, ile aya 25 mstari wa 75. Na pango la maisha ya duniani utasoma aya 18 mstari wa 16. Na kwa hiyo Uislamu unasisitiza kwamba kuwalea na kuwatunza watoto ni jambo la lazima, jambo la lazima tuwafahamu watoto vizuri tu, ili tuweze kubadili mitazamo yetu. Nimesema hili mwanzo, malezi ni utumishi na uwekezaji. Narudia tena, malezi ni utumishi na uwekezaji. Mzazi au mlezi anapaswa kuwa mlezi masaa 24. Anatakiwa awe mlezi siku saba za wiki, anatakiwa awe mlezi siku thelathini za mwezi takiwa awe mlezi siku 365 za mwaka. Kila siku tuko kwenye wajibu wa malezi na malezi hayana likizo. Uwe ni babu, uwe ni bibi, malezi hayana likizo. Kuna wajukuu bado na watoto, unahitaji kuwashauri kuhusu malezi bora, unahitaji kuwaelekeza watoto wako, wajukuu zako, lakini unahitaji pia kujitathmini. Unahitaji kujitathmini. Kwa hiyo malezi bora ni ufunguo aulizi wa maisha wa mtoto. Apandacho mtu ndicho atakachofanya, nini, atakachojivuna. Malezi bora hiyo yanayoandaa watoto kifikra na kitabia. Kesho bora ya mtoto inajengwa na leo bora ya nini, ya wazazi bora. Na methali inatuungusha, samaki mkuje nini, gari bichi tena. Huwezi kumfundisha mbwa mzee kufanya nini. Weka waingereza wanasema kuna huyu mtaalamu mmoja anaitwa Douglas, anayesema kwamba it it is is to to to to build strong to <laughs> to build strong children <laughs> build strong children children than than to repair repair broken broken hearts hearts <laughs> easier. Ndio maana mkunje samaki angali nini, kumrekebisha kunaweza ni sasa, tusije tukajikuta tunaenda moja naitwaoglasanasema na ngali ikatwakumrekebishaaisautukajikut a kushirikiana na malipo na malipo huko baadaye atakutesa. Tuwalee vyema watoto, tuwarithishe tunu zilizo njema, ili hao watoto sasa badala ya kufanyika mzigo wafanyike baraka, wasiwe kero, wafanyike furaha. Tuwekeze mambo mema kwa watoto wetu, watoto wafundishwe kutambua mema na mabaya. Jenga uhusiano mwema na mtoto, usiwe adui wa mtoto wako, uwe rafiki wa mtoto wako. Waelekeze kusema ndio mema waelekeze kusema hapana kwa mabaya. Tuwafundishe kusema inatosha, inatosha. Mwingereza mmoja aliwahi kusema kusema if the children are not instructed at home Satan will educate them through agencies. The